Na mpenzi mtazamaji wangu wa Mjenzi wa Nyumba TZ, kama ilivyo kawaida, tunaweza kuendelea kuonyesha kazi zetu tunazofanya. Kwa hiyo na naye nifuatilia mara nyingi, haushangai hapo kitu anachokiona na kitu kinachoendelea. Nionyesha mara ya mwisho ili eneo tukiwa tunamaliza kabisa, yani tumemaliza upanga hadi hapo, tumesuka nondo wakati tulikuwa tunamalizia kupiga mbao, na sasa tayari kila kitu kimekamilika na kazi ya jamvi hiyo imeshaanza. Ninapozungumzia jamvi, tunamaanisha kumwaga zege hilo eneo lote litakalokaa nyumba hilo eh, huyu unayemwona anasawazisha na na mwiko huyo, ni msimamizi mwenzangu. Kwa hiyo alikuwa anajaribu kukagua kagua vitu vidogo vidogo ambavyo hajaweka sawa. Ni hapa hapa kwa mjenzi wa nyumba TZ, ambapo hatujawahi feri kitu, na tunajali na tunazingatia kabisa ubora wa kazi, umuhimu wa kazi nzuri na elimu mtu yoyote inayotakiwa aijue. Kwa kusezi, kusezi tu mjenzi wa nyumba TZ kwenye mitandao yote ya kijamii ili aweze kujifunza hiyo ni jamvi ni zege, ndio linavyomwaga. Tunaendelea nadhani kazi zinaweza kuendelea kuiona. Ah, <coughs> hatuishii hapo tu, ntaendelea nakupa baadhi ya vidokezo vingine vinavyoendelea kuonyesha hizi kazi. Hapa ni wapi? Hapa ni maeneo ya Ununio, sawa. Ununio ipo karibu na Bunju, hiyo Ununio maeneo ya Bunju, alafu pia vilevile vile, ipo katika wilaya ya Kinondoni wilaya like ya Kinondoni katika jiji la Dar es Salaam, ndiko ambako hiyo kazi ilikokuwa ikifanyika. Ninavyoirusha hivi, sio kama ndo naerusha live hapana, hizi ni rekodi tu, hizi ni rekodi nitakuonyesha kazi. Umeona ilivyoanza, umeona tulivyoanza, na saizi kama unavyoona, hiyo mashine inamwaga. Kwa hiyo ni kazi kubwa, kwa hiyo tuyabidi tuifanye kazi kwa kutumia mashine kama hiyo. Mashine ni mdomo moja, na vijana pia kazi wengi wapo hapo na kazi inaenda vizuri, nadhani unajionea wewe mwenyewe kwa macho yako. Kwa hiyo hili eneo lote unaloliona itatakiwa lote limwagwe zege, lote inatakiwa limwagwe zege, eneo lote, na atakapokuwa tumemaliza hiyo kazi utaiona jinsi ilivyo. Wewe endelea kubaki na mimi, endelea kufuatilia hapa mazungumzo. Sitazungumza sana, lakini wewe cha muhimu hakikisha unaangalia vizuri na kuna kitu naona umeona kama akiwa anagonga gonga watu wawili waliosimama wanatazamana hapo. Kuna kitu hapo. Takaporudia tena nitakuelekeza vizuri ni kitu gani. Hapo mstari wa kwanza wa zege umemalizika, inatakiwa ile sehemu lote limwage zege. Kwa hiyo hapo hapo, katika maandalizi huu mstari wa pili wameshaanza. Unaona huyu anaunganisha, anafuta kiungo. Kiungo kati ya ile sehemu ya mwanzo walioanzia na sehemu hii ambao ndio wameanza saizi. Kwa hiyo alikuwa akifutafuta ile kiungo kisiweze kuonekana panapokauka pakisha kauka. Na huku ni wale vijana wanaoendelea kufanya kazi hapo. Yote ni timu ya wanaume, hamna binti, dada wala mama wa aina yoyote au jinsia ya kike hapo haipo. Kwa hiyo hapo majembe tu na kazi inaweza kuendelea vizuri kama mwenyewe vile uionavyo. Sawa. Huku ndio nakochukuliwa zege. Kwa wale watu wa mikoani wanaweza wakashangaa kidogo. Yeah. Hiyo sasa wanaokuwa wanaogagonga tunaita rati. Hii rati inakuwa ni mbao moja ndefu, inatengenezwa mishikio, kisha mbao imenyoka, imesaiziwa vizuri, na ndipo mtu anapoweza kuifanyia kazi. Inaitwa ni mbao mbao ya kawaida kama zio mbao nyingine, ni mbao yenye unene wa mbili kwa nne wingi wetu tumezoea kuita tby4. Ile unaiona imelala pale hivyo ndivyo inavyoitwa, na kazi ilikuwa ikiendelea. Kazi ilikuwa endelea, na kukumbusha tena mawasiliano yangu ni hayo, unaweza kuyaona hapo, nadhani unazoona namba za simu za, za, simu za kupiga simu ya, simu ya kawaida, na unaona namba za WhatsApp. Kwa hiyo ukitaka tufanye kazi na mimi, basi usijali, wasiliana na mimi hizo, kwa kutumia njio hizi unazoziona. Pia usijali kwamba tunafika mikoa yote Tanzania, popote nchini, popote tutakapokuwepo tutafika. tuna kazi zote za kufanya wewe, tusikize mpaka mwisho utajua ni kazi gani ambazo tunazifanya, ila tayari kazi zinaendelea. Mstari wa pili umeisha na sasa hizi umeanza mstari wa tatu. Kwa tunapokuwa tunafanya kazi ya kumwaga zege, huwa tunaenda kwa mstari, unachukua urefu wa rati, tunatumia kipimo cha rati. Mfano kama hapa unapopaona hapa, wakati anapiga ile rati, sehemu <coughs> kubwa kwa sehemu hii ikawa imebonyea kidogo, meweka bonde kidogo, kwa hiyo kaweka urojo urojo kaweka orojo orojo wa zege, kwa ndipo yupo kule polepole vizuri kuhakikisha kazi yake inafanyika vizuri. Kwa hiyo mimi kama mkandarasi ambaye nimekamata hii kazi ningekodi vijana waweze kunisaidia ili kazi iweze kwenda haraka na kwa muda mfupi. Na hii kazi ilifanyika kwa muda wa masaa si mengi sana, maana tulianza hii kazi, ilianza saa tatu rasmi mashine iliwasha, ikafika saa saba watu jana wakapumzika kwenda kule na kufikia saa kumi wakamaliza kabisa kazi, wakamaliza kabisa kazi kufikia saa kumi Kwa hiyo hii vyote ni kazi ndivyo ilivyokuwa ikifanyika kwa wakati wote, na hapa sasa tumemaliza kama mnavyoiona, kazi yote ya jamvi imeisha kwisha kabisa. Video inayofuata hapa nitakuonyesha seti ya ukuta tunavyoseti tofali moja moja, na mwisho wa siku tukamaliza kazi yote. Asante kwa kunisikiliza. Kwa mawasiliano zaidi, namba hizo nazoziona. Shukrani. Jenga ni Mjenzi wa Nyumba TZ. Tunachora ramani za nyumba ina zote, tunajenga nyumba ina zote, tunapaua nyumba ina zote, tunapiga plasta, tunajenga marumaru, tunafunga gypsum board na kupaka rangi. Pia tunatoa elimu ya ujenzi wa nyumba kwenye mtandao wa YouTube. Search Mjenzi wa Nyumba TZ, au simu namba 0712937090, WhatsApp namba 0765937090. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora.